Naitwa Sofia Mbuji, mimi ni afisa mawasiliano na tafiti uh, Umoja wa Benki Tanzania. Umoja wa Mabenki Tanzania ni mwamvuli wa mabenki Tanzania. Uh, una takriban ya wanachama 43 na uh, institution yetu au taasisi yetu ina deal sana na kuwaleta pamoja uh, mabenki Tanzania kwa ajili ya maslahi yao, lakini zaidi ya yote tupo hapa katika maadhimisho ya wiki ya huduma ya fedha, na jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba uh, jamii au wananchi kwa ujumla wanapata kujua uh, elimu ya ni bidhaa gani au huduma gani zinazotolewa na mabenki hapa Tanzania. Zaidi ya yote ni kuwaingiza katika mfumo rasmi wa kifedha ili waweze kufungua akaunti. Wawe, wawe na uwezo wa kukidhi vigezo vya kupata mikopo, lakini pia wakuze biashara zao. Sisi kama Umoja wa Mabenki Tanzania tuna uh, program yetu au tovuti yetu inaitwa MSME Financing Gateway ambayo program hii inaainisha uh, aina mbalimbali za huduma za fedha zinazotolewa mahususi kwa ajili ya uh, wafanyabiashara wadogo wadogo kwa hiyo inaainisha mikopo mbalimbali inayotolewa na mabenki mbalimbali, lakini zaidi ya yote inaonyesha vigezo, ni vigezo gani wanatakiwa kuwa navyo kabla ya kupata mkopo. Kwa hiyo uh, program hii ni moja ya, ya program ambazo tunatamani wananchi wengi waijue ili waweze uh, kuwa na uh, option au uwezo wa kuchagua ni, ni, ni huduma gani itawafaa zaidi kwa ajili ya kukuza biashara zao. Kikubwa sana uh, wanachama wetu tunaiwahimiza uh, kutoa elimu zaidi, kwa sababu uelewa wa, wa namna huduma za kibenki zinavyotolewa kwa wananchi bado ni mdogo, na hata ukiangalia kwa takwimu ambazo zipo ni ndogo, asilimia 22 ya wananchi wana akaunti za benki ni asilimia ndogo na ndio maana tunajaribu kuhimiza hata wanachama wetu waweze kuja katika maadhimisho kama haya, lakini pia wao wenyewe waweze kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na huduma ambazo wanaweza wakazitoa. Lakini pia ukiangalia uh, sasa hizi unaona, mabenki mengi yana bidhaa mbalimbali au product mbalimbali kwa ajili ya wajasiriamali mali lakini kwa ajili ya vijana lakini kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo na wanawake na walemavu. Kwa hiyo unaona namna gani benki zinazidi kukuja na njia au ubunifu wa kuweza kuwaingiza uh, makundi mbalimbali mbali, uh, kwenye uh, huduma hizi za fedha. Kwa hiyo wanajitahidi sana kuwa wabunifu kuongeza uh, za ujumuishaji wa wa, wananchi wa, wa